Kutengana kwa wana wa ndoa na, muda mrefu na, hilo linamaanisha ya kuwa ndoa imefutika na, ndoa imekufa. Kuna mambo makuu mawili ndugu mtangazaji na ndugu mtanga, e, mtangazaji mtazamaji, na mtazamaji na. Kuna kutengana na kuna kuachana. Ndiyo. Katika lugha ya kisheria wanaita kutalikiana, mke na mume wanaweza wakatengana na pasina kupeana talaka mke na mume wakigombana no. Pengine wakadundana kweli kweli migumi, alafu kila mmoja akakaa mbali na mwenzake, hawajaachana kisheria no. Mke hajapewa talaka na mume, na mke hakufuata proses za Kiislamu za kuvunja ndoa yake, hakujivua katika ndoa hakujihului katika ndoa no. hakuenda kwa kadhi ili aweze kuifuta ndoa. Sheria ya dini yetu tukufu ya Uislamu inasema kutengana kwenu pasi na kufuata vyanzo vya kuvunja ndoa ile no. bado nyinyi mnahesabiwa kuwa ni wana wa ndoa. Wanawake wengi leo au wana wa ndoa wengi leo no. Wanaweza wakagombana wakatengana kikawaida, wakatengana kikawaida, mke mm-hmm. akaondoka zake, ili hali mume hajawahi kumwacha, ili hali mume hakujivua kwa mume wake, ili hali kadhi ya kuifuta ile ndoa. Mwanamke huyu akishakaa nyumbani kwake mwaka mmoja miwili, tunawasikia wakisema ya kuwa ye si mke tena. Kwa nini? kwa sababu ana mwaka mzima tangia ametengana, mume hamjui kwa lolote, hampi chakula Naam, hampi unyumba, hii maana yake ndoa imekufa. Siku zote mpenzi mtazamaji, ninapenda kusema na kukariri maneno haya, na leo ninayakariri nikiwa Kigoma. Naam. ndoa ya Kiislamu haiwezi kuvunjika yenyewe Ndoa ya Kiislamu haiwezi kufutika yenyewe. Ndoa ya Kiislamu haina tarikh al-intiha, haina expire date. Ukisema kwamba tumetengana, bibie alikuacha, no. Hapana, hakunitamkia talaka, lakini tangia tugombane, kila mmoja yupo kivyake. Huu ni mwaka wa pili, shekhe, hatuko pamoja. Je, sheria ya Allah na mtume na mtume wake ni hivi ndivyo ilivyosema. Sasa ukae ukifahamu ya kuwa ukitengana na mume wako, ili hali ile fungamano ya ndoa, fungamano la ndoa halikuweza kufunguliwa. Maana fungamano, yaani ndoa, ni hivi limefungwa, ndiyo, ni hivi fungamano si lazima kilichofungwa tena kwa kamba iliyo imara, kilichojengwa kwa msingi ulio imara hauwezi kuvunjika. Haliwezi ku, haiwezi kuvunjika yenyewe, ni lazima ivunjwe. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu popote pale ulipo duniani, ikiwa umeolewa na umetengana na mume wako, kutengana kimwili kutengana kimakazi, yeye yuko Dar es Salaam, we umerudi kwenu Kigoma, talaka hujapewa, kujivua katika ndoa hukujivua, kadhi hakuivunja hii ndoa, wewe ni mke wa mtu hata mkitengana miaka mia moja na kumi na moja. Na kuna wanawake wangapi leo hawajaachwa na ume zao? Kitendo cha kugombana tu wakaachana kimwili siki talaka, siki sheria, kajiondokea kajiondokea. Kitendo cha kukaa kwao wanawake wengi, mwaka mmoja miwili, wanaona ndoa imefutika. Tena kuna wanawake wenzao ndio wanawafundisha na kuwashika masikio, shoga, mwaka wangapi tangia mmetengana? Mwaka wa pili, ndoa ipo shoga. Hapa anaisema hivyo, alif be hajui, shoga wake ndo shee wake. Sasa leo ukampashe shoga wako shosti wako leo ukampe zake mwambie, kumbe Mungu na Mtume wanasema hata mkitengana miaka mia moja na kumi na moja bado wewe ni mke wake. Ili usiwe mke lazima utafute ufunguo katika funguo nyingi za kufungua fungamano la ndoa. Mwanawachoni mmoja anaitwa Muhammad Mutawalli Ashaarawi ni mtu wa usul na hata wanawachuoni wengine, ndugu mtangazaji, wanasema ndoa ya Kiislamu ndio, ndio haifutiki, yenyewe haiishi yenyewe, naam. Haina expire date, eti tumetengana, tumegombana naam, kila na, mtu kivyake na, kivyake ni nyinyi mnavyodai. Allah na mtume wake wanawahesabu bado nyinyi ni wana wa ndoa sasa tega masikio leo, nataka nikupe takriban mambo saba ambayo likipatikana mmoja wapo ndoa ya Kiislamu itakuwa imekufa, na utakapotega sikio ukasikia mambo haya saba, kisha uniambie wewe, ambaye umetengana na mume pasina kuachana kisheria, wewe ni nani kama si mke wa mtu? Jambo la kwanza kabisa, kama walivyosema wengi katika wanawachuoni wa Kiislamu, ndoa ya Kiislamu haiwezi kufutika yenyewe isipokuwa kwa mambo yafuatayo: at-talaq. ili ndoa ya Kiislamu ihesabiwe fungamano limekwisha funguka, mlango umekwisha vunjika, nyumba imekwisha vunjika Na. Kufuli imepata ufunguo wake, kufuli imefunguliwa. Kitu cha kwanza, ufunguo namba moja wa kufungua ndoa ya Kiislamu na kuimaliza na ikaisha ni talaka, na, na talaka anaimiliki mwanaume. Wanawake wengi mnapotengana na waume zenu, mnapogombana, kwa nini mnaridhika kujiondokea hali ya kuwa hamjapewa talaka? Allah subhanahu wa taala na mtume wake waliotuwekea sheria ya kuingia katika ndoa, wametuwekea sheria ya kutoka katika ndoa. Ndoa, ndugu Jumanne, yeah, si polisi. Kumbe unaingia bure na unatoka kwa masharti. Ndoa ya Kiislamu unaingia kwa masharti na unatoka kwa, kwa masharti Nahum, unaingia kwa utaratibu na unatoka katika utaratibu sasa kitu cha kwanza kinachofanya ndoa ya Kiislamu ihisabiwe imekwisha, imefutika, imekufa no. ni talaka na talaka ikishatoka toka, sheria inakuambia dada yangu, mfano umepewa talaka moja, talaka rejea no. unapokuwa katika ndoa bado ni mke wa mtu no. usije leo ukaachwa, alhamdulilahi kashalipa karatasi yangu Talaka sio karatasi, talaka ni matamshi, karatasi ni ushahidi. Akisha kutamkia na akakuandikia, itie mfukoni. Kama humtaki, mwombe Allah, ndani ya eda asikurejee. Eda ikiisha, vijana wamesema ngoma imetoka. Huyu mwanaume hata aende wapi, hawezi kudai kamboweni mke wake. Kwa hiyo, kitu cha kwanza hicho, talaka atakapokupa talaka una muda wa kukaa eda nah. Ile eda ikiisha mwanaume hajakurejea, mpini umeshika wewe, si mkewe tena. Lakini muda wa kuwa umo ndani ya talaka, ndani ya eda, tena eda ya talaka rejea, dada yangu, cool down, tuliza munkar, tuliza bol ka kimya, wewe bado ni mke wa mtu. Eda ikiisha, kisha hakufanikiwa kukurejea, wewe si mke tena. Hili la kwanza, ndugu Jumanne. Naam. La pili alkhulu, mm. Khului, khului ni nini? Naam. Mwanamke kujivua katika ndoa, anakaa meza moja na mume wake. mume wangu, sikiliza. Naam. Tumeoana kwa wema, ndoa sio jahannam, ndoa sio gereza. Ndiyo. ndoa sio jela, na kuomba tuachane kwa wema. mahari yako ninipa milioni moja, ni hii hapa, tafadhal chukua mahari, niache ubwana anachukua mzigo wake na hisabu taataataa, mm, anatia mfukoni anatamka lime kwacha. <laughs> hii ni ufunguo wa pili au huu ni ufunguo wa pili?